Ni wakati wa Shina la Upeo. Karibu sana, tukujuze yale yote ambayo yameteteka katika taifa letu la Kenya. Lakini mwanzo kabisa, tupate vitogezo hivi. Leo tumeweza kuandalia habari za shule, mali mwengu, tamko la siku na hata habari za spoti. Naam, karibu tuandamane sako kwa bako na salia kuitwa mkulima Joseph Mwinami. Wanafunzi wa chuo cha walimu cha Nabongo waomboleza kifo cha mwenzao. Tuungane na mwenzetu Msisuma kwa maelezo zaidi ilikuwa ni kilio na simanzi kwa jamii ya chuo cha walimu cha Nabongo baada ya kufo, kupokea habari kwamba mmoja wao ameaga dunia. Mwenda zake mwalimu Valentine Mukwana alijulikana kama mwenye furaha, upendo na mwenye moyo wa huruma, hasa kwa wanafunzi wenzake. Marafiki zake wamehoji kwamba mwalimu Valentine Mukwana ameacha pengo kubwa sana miongoni mwao na watazidi kumkumbuka kwa uzuri wake. Mazishi yatafanyika siku ya Jumamosi, tarehe nane mwezi wa Machi mwaka huu. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema palipo na wema. Nikiripotia runinga na Bongo, jina langu ni M. Sisuma. Asante sana MC Suma. Tukiachana na hayo wache tupate mali mwangu kutoka kwake James, mwanafunzi wa chuo cha Makerere aenda saku kwa bako hadi mtihani huo mchana akaufeli. Kwa hivyo aliomba apewe usiku, kwa sababu akili yake hufanya vizuri usiku. Na mkumbuke kuwa ukubwa wa kichwa si akili. Nikiripotia runinga ya Nabongo, langu jina James Msukuya na mwenzetu Daniel Wanyama upande wa pili wa studio aweze kutujuza viwanjani na barabara. mwana Mwanaspoti, karibu kwenye habari zetu za spoti zikiweza kuletwa nami Dan Wanyama. Tunaanza na taarifa kwamba mkufunzi mgeni wa timu ya Kenya almaarufu Harambee Stars kwa jina la Ben Makate ameweza kukabidhiwa mkoba wa kuweza kuiongoza timu ya Kenya kwa miaka mitano ambayo itakuwa inakuja. Mkufunzi huyu atakuwa anapata mshahara wa milioni nane kila mwezi. Tunamwombea kila la heri, nikiripotia Runinga ya Nabongo TV. Langu jina ni Asante ni Dan Wanyama. Wanyama bila shaka nwaka. Je, hamsini, 49, Bongo, ni wakati wa kupata tamko la siku: siku wanapika chapati 50, akaonja arobaini na tisa na akaweka moja. Nikiripotia runinga ya Nabongo, langu jina ni Pehi msikilizaji, sina bei wala t ila nikupiga msumari wangu wa katika matangazo yetu ya siku ya leo, ila nikushukuru sana wa kuweza kutegea habari zetu za siku ya leo, ila nakuacha nikikwambia kwamba kumbuka maisha